Yes, leo kuna somo nilitaka nilizungumzie kuhusiana na damu inapokuwa nyingi kwa mama mjamzito. Unakuta wewe kama mama mjamzito damu imekuwa nyingi sana eh, ukifanya kipimo unajikuta kwamba damu yako iko zaidi ya 16 gramu per deciliter, unajiuliza maswali, sababu ni nini na madhara yake ni nini. Yako madhara ambayo mama unaweza kuyapata lakini vile vile haswa kwa mtoto wako ambaye yuko tumboni na kuna moja ya mfuatiliaji wangu hapa aliniuliza hilo swali. Maana yeye alienda kufanya kipimo, akaambiwa damu yake iko nyingi zaidi, yani iko zaidi ya ku... wako baadhi ya kina mama wajawazito unakuta damu zao ziko a zikoa uzito. Kwa nini? Kwa sababu ya inaweza uzito. Kwa nini? Kwa sababu ya inaweza kwa ina kuleta madhara sasa. Kwa mfano ikiwa, ikiwa kwa mfano chini ya kumi na moja ndio kuna madhara ambayo yanaweza katokea mama, unaweza kupoteza maisha au kampoteza mtoto wako. Ikiwa zaidi ya kumi na sita pia nayo ni hatari, kwa sababu inaweza kuleta changamoto. Sasa nikianza na sababu ambazo zinaweza kupelekea damu yako ikawa katika kiwango kikubwa zaidi, yani ikawa zaidi ya kumi na sita kama huyu mori ambaye ameweza kufanya kipimo. Sababu ya kwanza kabisa ni kama na ukavu wa mwili, kwa mfano ukiwa na changamoto ya kutapika una changamoto ya kuharisha hauli vizuri au upati maji ya kutosha, lakini vile vile labda unakojoa sana. Inawezekana mimba imefika miezi nane, labda wewe unakojoa sana kwa mfano, huyu mwenzetu yeye mimba yake ilikuwa na miezi mitano, amepima damu ameona iko 19.4 gram per deciliter na akawa anashangaa, na kweli lazima ushangae kwa sababu kiwango ambacho mama mjamzito anatakiwa kuwa nacho na ni kuanzia kumi na moja gram per deciliter mpaka kumi na sita gram per deciliter. Ukiwa na zaidi ya hicho kiwango, manake tayari kunaweza kuwa na madhara kwenye, kwenye kipindi cha ujauzito wako au mtoto alioko tumboni. Ukiwa na chini ya hicho kiwango, inaweza kuwa na madhara katika kipindi cha ujauzito. Kwa nini? Ndio kama navyoweza kusema kwamba kuna matatizo yanaweza katokea, lakini sababu nyingine ni pale ambapo kama labda huyu mama au watu ambao wanaishi kwenye sehemu ambazo ni nyanda za juu kwamba uwezekano wa kupata hewa safi ya oksijeni unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo mara nyingi hao watu wana tabia ya kuweza kutengeneza zile hemoglobini nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana ukipima watu wa nyanda za juu damu zao zinakuwa ziko, wana HB zile kubwa sana, unakuta iko kumi na tisa kwa mfano, kama wanaume kumi na nane, kumi na saba ukilinganisha na wale watu ambao wanakaa kwenye nyanda hizi za kawaida. Lakini vile sababu nyingine kwa mama ambaye anavuta sigara, ukiwa unavuta sigara hiyo inaweza kachangia HB yako ikawa, au damu yako ikawa nyingi, na inaashiria kwamba hayo inaweza kuwa na madhara katika kipindi chako cha ujauzito. Lakini vile vile kuna mambo ambayo, e, kama kuna changamoto kwa mfano ile ambayo inakuwa kama saratani ya damu. Kwa hiyo ni vema unapoona umepima labda mashine ya kwanza iko kumi na nane, mimba ina miezi kadhaa, miezi nane, miezi tisa, umeenda kupima kwenye mashine nyingine, au umefanya kabisa kile kipimo cha full blood picture, damu iko inasoma zaidi ya kumi na sita, ni vyema kuweza kuwa makini. Kwa nini? Kwa sababu kunaweza kuwa na madhara. Sasa wakati mwingine, sababu kubwa sana kwa huku kwetu ni mashine. Unakuta umeenda kwenye mashine nyingine imekwambia kumi na sita, mashine nyingine kumi na saba, mashine nyingine kumi na tatu au kumi na nne. Kwa hiyo inategemeana, na ndio maana huwa tunasema kwamba ukifanya ile mashine ya HB mara nyingi zile inategemeana, kwanza damu amechukua wapi huyo mtaalam, lakini vilevile huwa inategemeana na aina ya hiyo mashine. Wakati mwingine unakuta zile mashine hazikufanyiwa calibration vizuri, mwisho wa siku damu inakuwa inasoma nyingi kuliko kawaida yaani, unakuta damu yako iko tu ya kawaida, lakini mashine yenyewe inaonyesha kwamba damu yako wewe ni kiwango kingi zaidi kuliko kawaida. Sasa kuna baadhi ya kina mama wajawazito, wakiona hivyo, wao wanakuta zile dawa za kuongeza damu wanaachana nazo, kwa sababu wanaamini kwamba ukishakuwa na damu nyingi haina haja ya kuweza kutumia dawa za kuongeza damu. Kumbe si kweli, ni uweze kuendelea kutumia, lakini ni vyema uhakikishe kwamba unafuatilia, je, ni kweli kwamba una hiyo changamoto au kuna kitu kingine ambacho kinaendelea mwilini. Kuna wale ambao wanakuwa na itilafu ya ule mfumo wa upumuaji. Kuna watu ambao nakuta wana changamoto za moyo. Hizo zote zinaweza zikachochea mwili wako katengeneza zile hemoglobin nyingi, na katika kipindi cha ujauzito ukajikuta una kiwango kingi cha damu. Hali hii inaweza kumkuta mama yoyote, hata kama wewe si mjamzito unaweza kuwa na hicho kiwango. Sasa mimi nazungumzia kuhusiana na kina mama wajawazito kwa sababu inaweza kuwa na madhara kwa watoto wao ambao wako tumboni lakini vile vile na kina mama wenyewe. Sasa kuna madhara ambayo yanaweza yakaja yakatokea kwa mama yako, madhara ambayo unaweza kupata, lakini vile vile mtoto wako pia anaweza kupata. Tukianza na mama mwenyewe, mama unaweza kupata dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba au changamoto za pressure. Hii inaweza kuwa na madhara makubwa, kwanza unaweza kupoteza maisha, lakini vile vile ukaishia kulazwa kwa kutumia gharama nyingi sana lakini vilevile madhara mengi sana yanaenda upande wa mtoto, kwa sababu kwa mtoto kule ndo kunakuwa na ishu. Unaweza ukakuta umejifungua mtoto ambaye ame, amefariki au amefia tumboni, kwa jifungua mtoto tayari ameshaharibika. Lakini vile vile, unaweza ukajifungua kabla ya wakati, yani ule uchungu wa mapema, kwa sababu ya hizo changamoto. Kwa hiyo ukipata uchungu wa mapema unaweza kuwa na madhara, kwanza unaweza kumpoteza mtoto. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kama mtoto wako hajakomaa vizuri akapata changamoto za upumuaji, ukatakiwa uingie gharama hospitali au inawezekana ulijifungulia kituo cha afya, mtoto wako akahitaji huduma ambayo inapatikana kwenye hospitali ya rufaa. Hizo zinaweza kuleta madhara kama haya, yatumia gharama kubwa, lakini kuna hatari kubwa sana ya kuweza kumpoteza mtoto wako. Wakati mwingine unaweza kukuta kwamba umeweza kupima, labda umefanya ultrasound, mimba yako ina wiki 32 mtoto ana kilo moja unakuta tayari kwamba ule uzito wa mtoto hauendani na umri wa mimba. Hicho ni kitu muhimu sana cha kuweza kukiangalia. Ukishaanza kuona hivyo, ni lazima uweze kujua sababu ambayo inapelekea hiyo changamoto ni nini. Kwa hiyo lazima uweze kufuatilia. Nacho kushauri siku ya leo, ukiona damu yako iko tofauti na kiwango ambacho kinatakiwa, ni vema kuweza kufanya uchunguzi zaidi. La kwanza kabisa, kiwango cha damu lazima kianzie kumi na moja kwenda juu na kisizidi kumi na sita. Kuna baadhi ya kinamama wanaweza ukawa na kumi na nne, unaweza ukawa na kumi na tano, unaweza ukawa na kumi na mbili, unaweza ukawa na kumi na moja point moja, kumi na moja point saba. Hicho kiwango stahiki cha damu yako katika kipindi cha ujauzito. Lakini vile vile damu inaweza ikashuka kidogo, ikawa chini ya kumi au ikawa chini ya kumi na moja, ikawa kuta imesoma kumi point tano, bado unakuwa sehemu nzuri, lakini damu yako inakuwa iko pungufu haswa kwenye ile miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito. Kwa hiyo kinaweza kawa 10.5 bado tukakuruhusu tukaweza kujifungua, lakini vile vile tunatengeneza makini sana katika mazingira ya hospitali na kuweza kujua kundi lako la damu ni lipi, ili kitokea kama damu yako imepotea nyingi uweze kuongezewa damu. Maana wakati mwingine kunaweza kutokea itirafu wakati wa kujifungua ukachanika sana au ikatokea shida ya uzazi kwa shindwa kujirudi vizuri ukapoteza damu nyingi ukahitaji kuweza kuongezewa damu. Sasa endapo ikitokea kwamba damu yako imekuwa nyingi, basi kama nilivyosema, ni vema kuweza kufuatilia, tafuta madaktari bingwa, pima mara nyingi, fanya full blood picture ujue damu yako, je, ni kweli kumi na sita au la. Mara nyingi ukifanya hiki kipimo cha HB unakuta majibu ni tofauti, na ukija ukifanya ile full blood picture inakuonyeshia ile hemoglobin level ambayo iko pale ya tofauti. Kwa hiyo inaweza kusaidia kuweza kujua picha nzima ya ile hemoglobini yako au damu yako ikoje na kama iko vizuri au kama kuna itilafu yoyote, kuna viashiria vya maambukizi ya bakteria na vijidudu wengine. Hiyo full blood picture ni nzuri zaidi. Sasa kwa wale wenzangu na mimi ambao wanapatikana kijijini na kuwa changamoto kuweza kuwa na kujua kiwango cha damu yao kwa kutumia full blood picture kuliko wanavyotumia HB. Kwa sababu tunajua kwamba mara nyingi HB kwanza ni bei rahisi unakuta elfu nne, sehemu nyingine wanafanya elfu tatu, sehemu nyingine wanafanya elfu tano haizidi elfu saba, elfu nane, lakini full blood picture inaweza ikafika mpaka elfu kumi elfu kumi na mbili. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine kwa mtu ambaye yuko kijijini na hali ngumu, ni ngumu sana kuweza kufanya. Lakini ukishaona damu yako imeanza kuwa nyingi, basi ni vyema kuweza kufanya full blood picture. Sasa basi kwa wale ambao eh, tunajua kwamba katika kipindi cha ujauzito kutokana na yale mabadiliko ya kawaida kabisa kwa mama mjamzito, damu ya mama mjamzito au kutokana na yale mabadiliko, damu yake huwa inakuwa inashuka haswa ile hemoglobin. Kwa hiyo unakuta kiwango cha HB kinakuwa chini, haswa chini ya kumi na moja. Na wengi wao ndo wapo kwenye ile kundi. Kwa hiyo unakuta akina mama wajawazito damu zao zinakuwa ziko chini katika kipindi cha ujauzito. Haijalishi miezi mitatu ya mwanzo, miezi mitatu ya katikati, miezi mitatu ya mwishoni. Unapoona damu yako iko chini ya kumi na moja, ni vema kuweza kuchukua hatua mapema. Hatua zenyewe kama ninavyoweza kusema, kuna kitabu ambacho mimi nimeweza kukiandaa hapa kinaitwa Ushindi Dhidi ya Upungufu wa Damu, na hichi hapa ambacho niliweza kukiandaa kinapatikana kwa shilingi elfu kumi na tano. Ni kitabu ambacho ni kizuri sana kwa mama mjamzito, kimeandikwa katika lugha nyepesi na ni kitabu kidogo ambacho unaweza ukakitumia kwenye mimba yako ya kwanza, mimba ya pili, mimba ya tatu, labda kama nitaleta edition nyingine ili kuweza kuongeza baadhi ya vitu. Kwa hiyo kuna wale unakuta ameshafika karibia mwishoni, mimba ina wiki thelathini na mbili, mimba ina wiki labda thelathini na nane damu yake iko saba, we una hatari kubwa sana ya kuweza kuongezewa damu kutokana na nini? Na ule upungufu wa damu. Kwa hiyo wewe kama mjamzito na tayari damu yako iko katika kiwango ambacho si kizuri, yani iko chini ya saba, damu iko nane, ni hatari. Unaweza kuongezewa damu wakati wowote, na hata unapoenda kujifungua, wale wataalamu unaokutana nao lazima waweze kuangalia kundi lako la damu, ili unapopata shida waweze kukuongezea damu, haswa ikiwa kwa mfano chini ya nane, ikiwa chini ya saba unaweza kuongezewa damu hata kabla ya kuweza kujifungua, inategemeana na hali yako ambayo umekuwa nayo na, na mara nyingi inakuwa ni changamoto sana kuweza kumzalisha mama ambaye amekuwa na upungufu wa damu, lakini tunajua kwamba damu inaweza kuongezwa taratibu katika kipindi chako cha ujauzito. Ninachosisitiza ni kwamba unapoenda kliniki kwenye kila uhudhuria, hakikisha umeweza kupima damu. Wakati mwingine tunakaa na kina mama wajawazito wanahisi kwamba kila tunaposema kwamba upime damu tunapiga labda hela au tunafanya tuna, tuna, tuna labda tunahitaji biashara. Hapana, ni lazima uweze kuangalia upima mkojo, pima damu yako, uweze kujua kiwango chako cha damu kikoje. Ni muhimu sana, kwa sababu damu ambayo unaweza kaiona wiki mbili zilizopita ni tofauti na damu ambayo utaiona wiki mbili zijazo, au wiki mbili za sasa tokea umeweza kupima na tunajua wengi wao wanaenda kliniki kila baada ya mwezi mmoja, unakuta kila baada ya wiki nne ndio una, unaenda kliniki. Sasa wakati mwingine unakuta kwamba damu ya kipindi ambacho kimepita labda unakuta labda ulienda mwezi wa tisa damu ilikuwa kumi na mbili, labda umeenda mwezi wa wa kumi damu imekuwa kumi na moja, umekuja ume, umekuja umeenda mwezi huu hapa mboni mwezi wa kumi na moja. Sasa unakuta damu yako iko saba imeweza kushuka. Na pia nasisitiza, zile dawa ambao unapewa kliniki, kuna dawa za aina nyingi, mi nimeziweka katika makundi kama matatu hivi. Kuna kundi ambalo la, la hali ya juu ambalo ni dawa ambazo ni gharama, lakini vilevile vile kuna kundi ambalo ni la kawaida ambazo dawa zake zinapatikana tu kwa bei ya kawaida, mtu yote anaweza kuzipata. Na kuna wale wa hali ya chini ambazo zinapatikana mazingira yoyote, hata kwenye mazingira ya vijijini unaweza ukazipata dawa hizi, hizi dawa nimeziweka katika makundi ayo kulingana na faida zake, na ukipata kitabu, unaweza ukajifunza zaidi. Lakini unapopewa dawa hizi katika mazingira yako ya kliniki, haijalishi hizo dawa zina usumbufu kiasi gani. Na kama unakuwa unapata changamoto, unaweza kuniuliza hapo chini kuhusu hizi dawa za kuongeza damu sasa hivi. Nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako kwa wewe ambao unakuwa unanitazama. Lakini vile vile tunajua kwamba ziko baadhi ya dawa ambazo ya na ukipewa na ukiwa unazitumia zinakupa kichefuchefu au zinapelekea uweze kutapika. Eh, inategemea na wakati mwingine unaweza kutumia wakati wa usiku, lakini bado hata kama ni usiku unapata kichefuchefu, unatapika. Eh, kuna wengine wanatumia asubuhi, bado unapata kichefuchefu, unatapika. Kwa hiyo labda umeamua kuachana nazo, umeamua kuzitupa, hiyo inaweza ikaja baadaye ikakupa gharama sana, haswa kwenye kuongezewa damu, kwa sababu unajua upatikanaji wa damu nao sio mzuri sana. Lakini vile vile ni vyema kuhakikisha kwa kwamba basi umetumia hizi dawa kwa kipindi chote cha ujauzito wako, ili kuhakikisha kwamba unapokuwa unapata hizi changamoto za upungufu wa damu katika kipindi chako cha ujauzito, basi usizipate, kwa sababu changamoto ziko nyingi, na kama nilivyosema, mfano ukiwa na upungufu wa damu katika kipindi chako cha ujauzito, kwanza kabisa unaweza kwa, ukampoteza mtoto wako unaweza ukampoteza mtoto wako kwa namna nyingi. Unaweza ukajifungua kabla ya wakati. Mfano, unaweza ukajifungua mimba ikiwa na, na wiki ishirini na nane. Mimba ya wiki ishirini na nane ni mimba ambayo ukiwa mazingira mazuri sana, unaweza mtoto wako akaishi vizuri, lakini ukiwa katika mazingira yetu sisi, si kwenye hali ya ubaridi na labda umejifungulia dispensary, mpaka upewe rufaa, uondoke upande gari, uende hospitali ya rufaa, umefika kule tayari, huyu mtoto anaweza kafia njiani kwa sababu tu ya upungufu wa nini, wa joto. E, mtoto anapata hipothemia au anapata ule ubaridi na mwisho wa siku anaweza kufariki. Kwa hiyo, mwisho wa siku mama ukajikuta umeshapoteza mtoto. Lakini vile vile kuna mambo mengine ambayo yanaweza yakatokea. E, ukakuta kwamba labda ulikuwa na damu ya saba na wakati unajifungua damu nyingi sana ikapotea. Sasa kama itapotea mwisho wa siku ukapata changamoto ya kuweza kuongezewa damu au ikatokea shida wakati wa kuongezewa damu, mwisho wa siku ajikuta kwamba moyo wako umeferi. Kwa hiyo unajikuta unaanza kuhangaika na moyo wako, au unaanza kutumia dawa za moyo kwa muda mrefu kwenye maisha yako, kwa sababu tu ulipata shida fulani ya damu wakati wa kuweza kujifungua. Ndio maana tunasisitiza kujikinga na upungufu wa damu ni muhimu zaidi kuliko kuanza kutibu changamoto zake. Kwa sababu unapokuwa na upungufu wa damu unachokihitaji wewe ni damu hasa ukiwa umeshafika mwishoni. Sasa kwenye kitabu hichi ziko dawa ambazo ni special. Nafikiri Tanzania zimeshaanza kuingia japo zimekuwa ngeni. Ila zipo, ni madini chuma. Na mimi nimeyaelezea humu ndani na vigezo vyake vyaweza kutumia. Yatakusaidia kuweza kuongeza damu kwa muda mfupi. Wiki mbili Eh, kabla ya kuweza ka wa kujifungua kama ulikuwa na damu ya saba inaweza kaongezeka mpaka ikafika hata tisa. Sasa ikifika tisa wakati wa kujifungua inaweza kawa iko vizuri kuliko ukiwa na damu chini ya saba, una damu ya tano, una damu ya ya sita, una damu ya nne. Ni hatari sana katika kujifungua ukiwa na kiwango kidogo sana cha damu. Ukiwa na kiwango kikubwa cha damu ya kwa hiyo madhara ambayo nimeweza kuyasema. Na tunajua kwamba ni mara chache sana ukapata ile saratani ambayo inaweza katokea katika kipindi cha maisha yako kwa baadhi ya watu ambao wana HB ambayo ni kubwa sana kuanzia 16 au zaidi ya 16. Na vile vile ni kama nilivyosema, kwa huku kwetu unakuta mara nyingi ni zile mashine, unakuta mashine haikufanywa precision vizuri, mwisho wa siku kile kiwango ambacho inakisoma kinakuwa ni kiwango ambacho si sahihi. Kwa hiyo unakuta umeenda kupima wingi wa damu unasoma 19 kama nilivyosema mara kwanza, halafu unaenda kupima sehemu nyingine, unakuta kiwango cha damu kinasoma kumi na nne. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kumbe shida sio wewe au sio damu yako, shida ni ile mashine ambayo imetumika kuweza kupima damu yako kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hilo naomba ulizingatie. Unapoona damu imesoma nyingi, ni vyema basi uweze kupima sehemu nyingine. Lakini vile vile kwenye hii ishu sasa ya dawa ambazo zinakuwa unatapika kama nilivyosema kwamba kuna dawa ziko nyingi unapoona umejaribu dawa moja kwa mfano zile fefo kuna blandi nyingi kama zile feroliki, kuna zile agofa kwa mfano. Kama agofa ni brandi ambayo, eh, ina kiwango kidogo sana cha folic acid kama sifuri point mbili tano, eh, um, nafikiri microgram. Ile sasa ni kiwango kidogo sana kwa sababu mama mjamzito wewe unahitaji kiwango cha sifuri point nne miligram nafikiri ilikuwa ni sifuri pointi mbili tano miligramu ambayo ni ndogo kwa, kwa mama mjamzito, wewe unahitaji sifuri pointi nne miligramu angalau katika kipindi chako cha ujauzito. Sasa ukiwa unatumia aina ile ya dawa ambazo zinakuwa na madini chuma na folic acid pekee, wakati mwingine yale madini chuma yake yanaweza kapelekea ukapata hali ya kichefuchefu. Sasa ziko dawa, dawa ambazo ni mbadala. Kuna dawa moja ambayo niliweza kuzungumzia moja ya video yangu ambayo inaitwa Hemoviti, ziko dawa za aina nyingi. Kuna hizo ferotoni, ni dawa ambazo ni nzuri sana, japo zenyewe zina gharama kubwa kidogo kulinganisha na zile ferolic au faithful tu za kawaida, lakini vile vile wako wengine ambao wanapewaga madini chuma peke yake, lakini vile vile na folic acid peke yake. Madini chuma labda zile miligramu mia mbili na au zaidi, lakini vile vile hii folic acid ambayo ina miligramu tano. Hizo ndo vidonge ambavyo vinapatikana, vinakuwa vina rangi ile ya njano. Sasa mara nyingi hizi dawa zinapatikana katika yani mjumuiko kwa maana kwamba zile kama ni madini chuma na zile vitamini kama b tisa kama folate au folic acid zinakuwa ziko pamoja. Na wengine kama feroton wameongeza na vitamini b kumi na mbili au hizi cobalamin ambazo ni nzuri kuweza kuzitumia. Kwa hiyo kuna wengine zile brandi kubwa, kwa mfano kama zile Pregnacare, mama mjamzito, pia unaweza ukazitumia ni nzuri na mara nyingi hazina hizi changamoto za kichefuchefu. Kuna zile prenatal vitamins ambazo mama unaweza ukazitumia kwa. Kama utakuwa na swali sasa kuhusiana na hii mada ambayo nimezungumza, unaweza ukaniuliza hapo chini. Lakini kama umeki, umekipenda kitabu changu, unahitaji, unaweza ukakipata, ukaniambia tu kwenye comment section hapo, ukanitumia e, message, ukaniuliza na mimi naweza nikakuagizia hichi kitabu mahali popote ulipo hapa Tanzania ukaweza kukipata na ukaweza kujifunza na kuweza kupambana na changamoto hii ya damu, kwa sababu ni, ni, ni changamoto ambayo mara nyingi damu inapokuwa inapungua mwanzoni huwa haionyeshi dalili yoyote, na mama ukimwambia damu yako ni pungufu, wako baadhi ya mama kama unakuwa una, upungufu au e, uelewa wako ni mdogo unaweza ukasema tu ni kitu cha kawaida, lakini kwa yule ambaye anachukulia usilias na usili hili jambo anaweza kaona kwamba ni jambo ambalo ni muhimu sana katika kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo kama unajali mimba yako, unajali afya yako, ni vema kuweza kuzingatia ili jambo ambalo mimi nimeweza kuzungumzia. Na kama kama utakuwa una changamoto, kuna sehemu jaelewa basi, unaweza kaniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.